Lakini ninaahidi kwa niaba ya kwa mganga mkuu wa mkoa, tutayafanyia kazi kwa kushirikiana na DMO, tutayafanyia kazi kwa kushirikiana na waheshimiwa madiwani, tutashirikiana shiriki, tuta na viongozi wote mlio muhumu ndani, lakini tutaendelea kuwasiliana na wenzetu waliotuelekeza ili pale ambapo tutakapokwama, basi tuweze kutoka hapa na wana, watoto wetu wote walio chini ya miaka mitano na wale wa miaka tisa mpaka miaka paka kumi na nne waweze kupata chanjo hizi bila kipingamizi chochote. Kwa hiyo mimi niwaombe tuendelee kusaidiana na kushirikiana kama ambavyo umekuwa leo, tusichoke. Tutakapoitwa tena kuja kutoa maoni mengine zaidi au kushiriki, kwa hiyo tunaomba mfanye hivi. Kwa jina naitwa Dr. Nuru Hussein Mpuya, hapa ninamwakilisha mganga mkuu wa mkoa wa Shinyanga. Kwa hapa tulikuwa na mafunzo ya human centered design, mafunzo ambayo yamewezesha kuona changamoto ambayo tunayo ya baadhi ya watoto kuto kupata chanjo, lakini kupitia mafunzo haya tumeweza kuona changamoto halisi ni zipi na kuibua utatuzi wa changamoto hizi ambazo tutasaidia watoto hawa wote kupata chanjo zinazostahiki. Kwa hiyo kupitia mikakati hiyo ambayo tumeiweka sisi kama mkoa, kwa niaba ya mganga mkuu wa mkoa tutahakikisha tunaitekeleza, lakini kwa kushirikiana na wizara pamoja na wadau ili watoto hawa wote watu waweze kupata chanjo. Ndio tulipotoka tulipo, tulipo, tunapoelekea, tunajenga taifa imara lenye afya.